Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alituafikisha tukakutana tena katika ukumbi wetu kama inavyokuwa kila siku ya Alhamisi, alhamdulillah kama ilivyo, tunaendelea na Suratul Insani, sura ya 76 kwa utaratibu wa masafu, na tumeianza mara mbili kuweza kupitia maelekezo na mafundisho kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotuongoza leo tutakuwa tunatokea aya ya kumi na tatu kama nitakuwa nakumbuka sawasawa, baada ya kumaliza aya kum, ya kumi na mbili kusimamia wiki ile iliyopita. Tumeona sura imeanza kwa kutueleza na kutukumbusha namna wanadamu tulivyoumbwa, na kama tulivyozungumzwa katika jumla ya maelekezo yaliyopendelewa zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sura ambayo kwa maimamu isomo siku ya asubuhi, swala ya subuhi ya siku ama swala alfajiri ya siku Aljuma, raka ya pili inasoma Suratul Insani na raka ya kwanza inasoma Suratu Sajda alflam mim. Kiwezekana yote kwa mujibu wa maamuma alhamdulillah, lakini ikishindikana japo vipande, na ikishindikana hata sura nyingine kulingana na mazingira, hatusemi swala haiko sawasawa, naanachuon amezungumza Mili Adamu, Adamu ljuma, Mtume, sura zote mbili zimezungumzia namna ya kuumbwa kwa mwanadamu na mwanadamu amekuwa siku ya Ijumaa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia sura zimezungumzia khabari za kiyama na kiyama kitasimama siku ya Ijumaa, na tukaona Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza na kutufundisha na kutupa mwongozo na kisha akatupa khiari ya kuchagua, imma shakiran wa imma kafura, kisha akaanza kuelezea mafikio ya kila kundi wale watiifu na wale wakaidi na leo tukiwa watu, tunaendelea na malipo ambayo Allah subhanahu wa taala ama mafikio ambayo Allah subhanahu wa taala ameandaa kwa wale waliokuwa watu wema wale waliokuwa wenye kushukuru watiifu wenye kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala asema wajazahum bima sabaruu jannatan wa harira Ah, na malipo yao hao, ameeleza sifa zao, kwa nini wamefikia hapo. Tuliona wanatoa, wanatoa, wanatoa wanasema inna jazaan, inna na wanatoa wanasema inna ma nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam tarira rabbina yawman abusan kam tarira fawaqahumu llahu sharra dhalika alyawm wa surura walaqahum nadratan. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala sema wajazahum, na malipo yao, katika jumla ya malipo atakayoyapata bima sabaru, kwa ule ustahamilivu wao uvumilivu wao wa utiifu kwenye kutekeleza amri za Allah subhanahu wa taala, panahitajika subira ya hali ya juu kabisa. Kama vile kwenye kuyaacha aliyoyakataza Allah subhanahu wa taala, panahitajika subira ya hali ya juu kabisa. Usivyokuwa mstahamilivu, sivyosema na nyoyo zetu, uwezi kuvuka na haswa katika dunia yetu tulio nayo na mazingira tunayoishi leo, kuvuka viunzi ni jambo zito linalohitaji subira. Allah subhanahu wa ta'ala sema wastainu bisabri wasala, wastainu, ombeni msaada, takeni msaada na elekeze elekeze nani fundisha nani, bisabri wasalat, jambo la subira na swala, haya ndio mambo yatakayowavusha watu wa inna la kabiratun illa, sio mambo mepesi. Kwa hiyo ustahamilivu wa kuweza kuyaacha aliyoyakataza Allah subhanahu wa taala ukavumilia ukaacha, panahitaji subira ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala sima wajazahum, na malipo yao, bima sabaru, kwa ule uvumilivu wao, jannatan wa harira. Allah subhanahu wa taala alivyoitengeneza pepo na alivyoutengeneza moto, tengeneza vizuri, ameuandaa ame nini, akamwambia Jibril nenda kauangalia ule moto akaenda kuangalia Jibril, alayhi ssalatu wassalam, akarudi akamuuliza, ale te maoni yako, unasemaje? akasema Jibril alayhi salatu wassalam akasema, kwa hali ile hakuna atakayesikia habari kwamba kuna kitu kinaitwa moto isipokuwa atakimbia. Hakuna atakayeingia, wote watanusurika. Allah subhanahu wa ta'ala akaambia arudi tena kauangalia vizuri akarudi, akauangalia alivyorudi. Jibril alayhi wa salatu wasalam, Allah akamwambia alete maoni. Jibril akasema, kwa hali ile watakao nusurika ni wale ambao watapata rehema zako tu, lakini mazingira manake, moto umezingukwa bima yastahihi hadithi nazungumza yale ambayo yanayopendwa, yanayovutia, yenye yenye mvuto, yenye kila aina ya rangi, moto ndio umezingukwa kwayo. Kwa hiyo kuweza kunusurika, panahitaji rehema za hali ya juu na panahitajika watu wajipinde, siyo jambo jepesi. Allah subhanahu wa taala alivyozungumza, sisi tunachukulia tu hii dini au utekelezaji wa mambo ya dini kwa uwepesi, wepesi sema dini ni nyepesi Mtume sema dini usura, lakini sio hivyo ambavyo ninyi mnavyoipa upepesi katika sura ya namna hiyo. Dini inahitajika watu wajipinde. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema inna silata llahi hiya alghalia, bidhaa ya Allah subhanahu wa taala ni ghaliban, na sote tunajua. Tazama Mtume a salam anazungumzwa wakati huo, sote tunajua ukiambia bidhaa ghali. Bidhaa ghali, sio kila mtu anafanya nini sio kila mtu anaipata bidhaa ghali. Bidhaa ghali maana yake ni kitu cha watu maalum. Ili uweze kufikia kufikia standard hiyo, maana yake unatakiwa uvuke viunzi, ujipinde kweli kweli. Inna silat Allah ya al ghalia, bidhaa mwenyezi Mungu ni ghali. Kama bidhaa mwenyezi Mungu ni ghali, inabidi mtu ajipange mpaka uipate. Bidhaa ipi? Bidhaa iliyokuwa ghali. Ala, inna silat Allah ya al janna, bidhaa mwenyezi Mungu ni pepo. Kwa hiyo tusichukulie mambo kwa wepesi wepesi tu tukasema tutafanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo panahitajika kujipinda. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Jibril, kaiangalie pepo. Kenda kaiangalia, akamwambia alete mwa, akasema pepo ile, hasikii kwamba kuna kitu kinaitwa pepo yeyote yule katika viumbe wako isipokuwa ataingia. Akamwambia rudi tena. Alivyorudi tena, akasema kwa kweli watakaoingia pale ni katika wale Watakao zipata rehema zako. Na kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala tunazungumza, asema kwamba inna ibadi laysa laka, waja wake Allah subhanahu wa ta'ala ibilisi hana nafasi kwao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wajazahu, na malipo yao hawa bima sabaru, kwa ustahamilivu wao wa, wa hali ya juu wakayaacha yale wanaoyapenda maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza na wakatekeleza yale aliyoamrisha Allah subhanahu wataala, vyovyote vile katika mazingira magumu, mazingira hatarishi na hivi na hivi, lakini wanajua Allah subhanahu wataala ili analitaka akalitimiza basi bimasabaru, wakastahamili wakavumilia tabu na hivi, jannatan waharira, watapata pepo tena ndani ya pepo humo watakuwa wapo katika mavazi ya hariri, mavazi bora kabisa, muttakiina fiha ala al-araiki hali ya kuwa wameketi katika makochi katika masofa wameketi. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala tujalie katika hawa watu watakuwa katika rehema zake Allah subhanahu wa taala. Wamekaa wametulizana, ala al araik, tena wanaangalia kuwatizama walio chini yao wale watu wa adhabu na hivi na hivi. Alal araik, al la yarauna fiha shamsan wala zamharira, hawatopata katika pepo hiyo shamsan, joto la hatari wala zamharira wala baridi ya hatari. Maana yake mutadila ljau, hali ya hewa ni maana yake hali ya hewa. Wakati mwingine ina baridi, kuna mazingira, kuna watu wanaishi baridi hatari tupu, yani ni mashaka moja kwa moja, kwa sababu ya hali ya hewa ya, ya, ya baridi. Wengine wana katika hali ya joto, mashaka matupu. Feni ukiwasha, AC ukiwasha sijui madude gani ukiwasha, bado hali ni ngumu lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema mazingira ya kule Allah ameyaandaa, la yarauna fiha shamsan wala zamharira, hawatohishi hawatopata joto lenye kuangamiza wala zamharira, wala baridi yenye kuangamiza, bali watakuwa ala almu'tadil aljawi, katika hali iliyokuwa ya kati na kati yenye kuvutia, anayetaka kutoka kutembea atatembea wala hapati tabu wala shida. Anayetaka kupumzika atapumzika, anayetaka hivi na hivi, bila mashaka ya namna yote. Kwa hiyo ni suala la mtu kujipanga ili kuzipata neema hizo na kuzipata neema hizo lazima ujipange kweli kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna silata llahi hiya alghali bidhaa, mwenyezi Mungu ni ghali bidhaa. Mwenyezi Mungu inahitaji watu wajipange kimkakati kweli kweli, ili waweze kuipata bidhaa yake Allah subhanahu wa taala. Sio tu watu tukachukulia tu tunatekeleza mambo namna tunavyotaka tunafanya hivi na hivi. Hapana, lazima watu tujipange kwa namna ile iliyokuwa ya sawa sawa wadani yatana alaihim dhilalu wa wadani yatana alaihim dhilalu na vivuli vitawakaribia watakuwa kwa kwenye vivuli vya miti watakuwa kwenye vivuli vya miti Allah subhanahu tena vilivyo karibu na wao popote pale mtu atakapokuwepo basi anakuwa amefunikwa na kivuli wadhullilati kutufuha tadhlila na yatakaribishwa matunda yake kwa ukaribu wa hali ya juu kabisa. Wanachuoni wanasema hata mtu aliyelala kitandani akitaka tu kuvuna, siyo sasa hivi najisikia nifuate zabibu, basi dhulilati alaihi limeshaletwa kwake, hakuna atachokitamani kwa sababu, wala hum fiha wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tadau, mle mnayapata yale ambayo mtakayokuwa mnayatamani ninyi wenyewe. Na ndio maana tukasema hapa mpaka kuna wanadamu watatamani wakalime peponi mbia ya Allah subhanahu wataala, mimi nataka nikalime. Allah anasema nimekupa kila kitu, atakokalime nini? Mimi tu bwana, yani raha yangu, lazima nipige, lazima nipige jembe bwana. Kwa hiyo naomba nipe kibali bwana, nikafanya nini. Allah subhanahu wataala sema ahana, wendo bwana Adamu, bwana haya, bwana nenda bwana, kalime bwana shamba lile pale, zana hizo hapa Mwanadamu atakwenda kulima, atapanda, basi kile apanda kana kwamba ndo kwanza amepanda, utakavyomea na mavuno kuwa tayari, kana kwamba ulipandwa miezi mitatu nyuma huko iliyopita. ma ala kulli hali lakum fiha ma tashtahi anfusukum, yale ambayo mtakayokuwa mnayatamani mna mnayataka eh, kwa nafsi zenu. Kama watu wanataka kujinafasi, basi wajipange wajipange watekeleze amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi watenda kuyapata hayo. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda, na patazinguka watazinguka wao na vyombo vilivyotengenezwa kwa fedha tumu. Sasa naomba kwamba la taakulu bi sahaf dhahabi wal fidda, situmie sahani zilizotengenezwa nini na fedha na dhahabu. Bwana atakayetumia vyombo hivyo kulia chakula, kunywa maji, kana kwamba yujarjir Anatiririsha eh, mvuke wa moto katika tumbo lake. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviandaa vitu hivi kwa watu wake wema kule peponi. Kwa hiyo wanaoyahitaji haya mazuri wajipange vizuri ili wakazipate neema zake Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hizi neema alizoziandaa kwa watu wake ili kila mtu achukue hatua inayostahiki. Wayutwafu alaihim bianiatin minfidhwa wa akwabin, na maglasi kanat qawarira, yaliyotengenezwa eh, kwa vigae yaliyotengenezwa kwa vigae eh, madini eh, ala kuli al imetajwa vigae ni vyuma na kadhalika, katika sura ile yenye kuvutia, yani bidhaa chombo chenyewe. We ukenda, ukenda sehemu unahitaji maji ya kunywa, unahitaji soda, unaiangalia kwanza ile glasi yenyewe iliyokuwa umevaa nini glasi yenyewe tu hali hii, kinywaji chenyewe hicho kitakuwaje? Katika mazingira yenyewe ba, na hivi, na hivi, kwa sababu umeona ile glasi yenyewe haiendani na hadhi yako, na hivi na hivi. Kwa hiyo glasi watakazokuwa wanazo zimetengenezwa eh, kwa vigae. Vigae vyenyewe sio kama mnavyovijua ninyi, vilivyotengenezwa kwa madini ya fedha kadaruha na vinywaji vyake vimewekwa kiasi takdira, kiwango maalumu ambacho mtu akipewa glasi ya maji kama glasi ya, ya ya maziwa glasi ya kinywaji chochote atakachopewa, takdira kinamtosha. Bwana niongeze Ma hapo ukipiga glasi bwana, umepiga ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya tano, pengine unaendelea kupiga da kule, glasi ile utakayopewa imewekewa kiwango maalumu kinachokutosheleza wewe, ala kule hali usipate shida wewe na wala wale wanaokuhudumia wasipate shida. Maana wahudumu watakuwepo kule peponi wa kuwahudumia watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa na kuweka mazingira kwamba watu wema watakuwa wanatumikiwa kule, wa yusqauna fiha, na watanyeshwa ndani ya pepo hiyo kaasan vinywaji, kana mizajuha zanjabila, mchanganyiko wake uliokuwa zanjabil, tangawizi. Na kama tulivyozungumza, wanachoona zungumza majina tu tunakusikia tangawizi, ukisikia chungwa, ukisikia nini, ni majina tu, kufanana kwa majina tu, lakini sio ladha ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alieleza. Na no wanachoona sema, ukitaka iangalie yeye, utaona zile aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala sema watapewa ma yale ambayo kwamba kurratu a'yun venye kutuliza macho kiasi kwamba hakuna jicho wala sikio wala moyo wenye kuwaza kwamba atakipata kitu cha namna hii. Kwa hiyo vinywaji vilivyokuwa vimechanganywa na zanjabila, aina vinywaji vinavyotoka katika mtu wa chemchem chem fiha ndani ya hiyo pepo tusamma salsabila, mtu unaoitwa wasalsabil una majina maalumu metoa salsabili, wepesi wake, kinywaji chake kinavyovutia, namna ambavyo yule mnywaji atakavyokuwa anakunywa, ala kulli hali ni swala la sisi tukuwa tayari kwenda kuvyapokea hayo ambayo Allah subhanahu wa taala ameandaa. yauma nashurul muttaqina ila rrahmani wafda, siku ambayo Allah subhanahu wa taala atawakusanya wacha mungu kwake yeye Allah subhanahu wa taala, wafda, hali ya kuwa ni wageni wake. Kwa hiyo ni swala tu la mtu kujipanga ili akawe mgeni wa Allah subhanahu wa taala. Yule ambaye ataamua yeye kujichetua akapetuka akatoka katika mstari asiyo mgeni wa Allah, ni ile kachagua mwenyewe. inna hadaynahu sabil, imma, shakiran wa imma, ni kuchagua wenyewe. Kwa hiyo wapi sisi tunachagua. wayatufu alaihim wildan mukhalladun, na watazunguka wao na vijana vijana, waliokuwa katika umbo la namna moja tena siku zote, wapo kwa ajili ya kuwatumikia watu, mukhalladuna daiman abadan, wapo wale watumishi, watumishi watakaokuwa wanawatumikia watu wema kule. Idha raaitahum ukiwaona vijana hao, hasibtahum lulu ammanthura, utadhania kwamba ni lulu ambayo iliyokuwa imetawanywa. Wa idha raaita, na ukiangalia kwa kutafakari na kuzingatia, thamma hapo, raaita naiman, utaona neema za hali ya juu wa mulka na ufalme, kabira uliokuwa mkubwa kabisa. Watu watakuwa katika hadhi ya ufalme uliokuwa mkubwa kabisa. Wale watu wabaya ambao hapa ni mabwana makubwa wa watawala wenye vyeo wenye mali wenye hivi, wakiwa kule watakuwa wanatafuta wale watu waliokuwa wanadhani wao ni watu waovu, kwa sababu watu wenye kutekeleza amri za Allah tangu huko nyuma walikuwa wanawaona ni watu waovu. Wasema qalu ma lana la nara la rijalan kunna nauduhum mina kuna naudu min al ashrari imekuwaje? Mbona hatuwaoni sisi wale watu tulikuwa tunawaona watu, watu wabaya kule duniani? Mbona humo hawapo? Sema humo huko kwenu ninyi wao huko mlikuwa mnawasingizia, tupoita wabaya na kuwapa majina mabaya mabaya. Sijui magaidi, mara sijui hivi mara, hivi mara, tu waovu mara wanafanya hivi wa siasa kali na nini? Hayo ni majina tu ambayo ninyi mlikuwa mnawapa kule duniani, lakini leo hawapo humo, mtagombana wenyewe inna inna fi dhalik inna fi dhalika la haqqun takhasum alinna. Huo kugombana na kulaumiana na kushtumiana watu wa motoni ni jambo lokuwa la haki kabisa. Kwa hiyo swala la watu kuupata ufalme uliokuwa mkubwa ni neema kubwa kabisa ambazo Allah ameziandaa kwa wale waliokuwa watakaoitikia wito wa sawasawa kwa kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliyahum thiyabun sundusin khudhrun wa istabrak, katika miili yao aliyahum min fawqi jasadihim, juu ya viwiliwili vyao mavazi yao, thiyabu eh, ni nguo, sundusi khudhurun wa istabrak hariri za kijani mzito na nyepesi, mavazi ya kijani tu. Kule watu watakuwa wapo katika viwanja vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hulu wasawira, na watapambwa na mapambo mbalimbali min mbali, fidhati ya fedha, bangiriere nina nini kwa kina mama na kadhalika. Wasakahum, na watanyweshwa wao rabbuhum, na mola wao sharaban taura, kinywaji kilichokuwa kisafi kabisa tahara kabisa kisichoumiza. Allah subhanahu wa taala anasema ni kinywaji ambacho hakiumizi kichwa. Eh, hakiumizi kichwa wala hakisababishi nini, wala hakisababishi maumivu. Katika Suratu Lwaqia kule anazungumza kwamba vinywaji watakavyopewa, ukisikia kuna vinywaji, sema la yusaddauna anha wala yunzafun la yusaddauna, unakunywa kinywaji ambacho hakiumizi kichwa wala yunza, wala hakiondowi akili akiharibu kika kuvuruga unakunywa kinywaji kinywaji, unaburudika ukiwa katika hali iliyokuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo sharaba mtahura ni kinywaji kilichokuwa kisafi kabisa kitakatifu kabisa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekandaa kwa waja wake Nuzulan. anasema katika surati katika surati Zumar anasema nuzulan min ghafuri rahim hali ya kuwa ni mafikio ugeni ambao Allah subhanahu wa taala wamemfikia Allah mwingi wa rehma mwingi wa kusamehi. Kwa hiyo namna gani mwanadamu anajipanga kwenda kuzipata rehma hizo? Sasa Allah anasema inna hadha kana lakum jazaa, haya yote haya kwenu ninyi ni malipo. Wa kana sa'yukum, na ulikuwa mwenendo wenu matendo yenu shughuli zenu mlizokuwa mnazifanya mashkuran ni zenye kulipwa hazipotei hivi hivi kana saayukum mashkura allah subhanahu wataala amejaalia mwenendo wenu mishughuliko yenu maqbulan iliyoridhiwa na allah subhanahu wataala iliyokuwa imekubaliwa kwa allah subhanahu wataala man arada alakhirati wa saala saaya kana saayukum mashkura Allah anasema katika aya nyingine, mwenye kuitaka akhera, mwenye kuitafuta akhera akapita katika njia yake ya sawa sawa, basi mapito hayo atakayohangaika, mashkura, atalipo. Eh, wanachuo anasema tarjun najata wala mtajiri masalikwa Wewe unataka kuokoka, alafu upite katika njia ya kuokoka. Inna safinata hakika ya jahazi la tajiri filia, basi jahazi itembee nchi kavu bwana? Uwezo kwa kukuta, huku unakuta kuna boti inatembea wapi? kuta boti inatembea barabarani? Hapa unaambia kuna boti hapa ya mwendo kasi inatoka Kimara sijui mpaka wapi, sijui, hakuna utaratibu huo. Jahazi inatembea baharini. Ukitaka kuokoka au ukitaka kufanikiwa ukiwa baharini, utembee na jahazi, sio unakwenda baharini, unaenda kutembea sijui na gari, unatembea na kitu gani? Jahazi haitembei nchi kavu. kwa hiyo inna safinata la tajri fi, jahazi itembee nchikavu ukitaka mafanikio ukitaka kuokoka. Hizi neema Allah subhanahu wa taala amezitaja na anatwambia mwenendo wao huo ni wenye kulipa ulioridhiwa na Allah subhanahu wa taala, basi wanaotaka wapite katika mapito hayo waweze kufanikiwa. Inna nahnu nazzalna alaika lqurana tanzila, Allah subhanahu wa taala anawajibu wale kama tulizungumza, hizi ni katika suratul makia Anawajibu wale waliokuwa wanasema ah, hii Qur'ani tu anatengeneza tu, tumla alihi bukratan wa asila, hii ni asatirul awwalina, ni uongo tu, ni story za watu wa zamani. Tumla alihi bukratan wa aswila, zinazosomwa kwake asubuhi na jioni. Hii sio bwana. Inna nahnu nazzalna alaika al Qur'ana tanzila sisi tumekuteremshia hii Qurani. Qurani tumeiteremsha kutoka kwako kwa uteremsho tanzila, kidogo kidogo. Tena wao wakafikia kusema kwamba, laula nuzzila alayhi alquranu jumlatan wahida, kwa nini hii Qurani hasiteremshiwe kwa pamoja tu, alafu jambo likawa limemalizika? Kila siku akikaa, mara leo haya, mara imekuja, si ateremshe tu basi, tuangaike naye bana. linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila, utaratibu ni huo, kuimarisha ikae vizuri katika moyo wako, na tunakusomea kidogo kidogo. wala yatunaka bimathalin illa jinaka bilhaqi wa ahsanata, hawakuletei hoja ila tutaijibu vile inavyotakiwa kwa haki kabisa, na kwa namna iliyokuwa mzuri kabisa. kwa hiyo "Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila", hakika ya sisi tumekuteremshia hii Qur'ani kidogo kidogo, uwafikishia watu. Sasa hivi sisi tunaisoma kwa pamoja imekamilika kabisa, lakini mtume salaa alikuwa teremshiwa kidogo kidogo kwa muktadha al-hali lali. Kwa hiyo mimi na wewe ni kuswala tu la kufanyia kazi Allah subhanahu wa ta'ala, eh, nasema, fasbir li hukmi rabbika tasimamia hapa fasbir li hukmi rabbika, kuwa mstahamilivu wa maamuzi, hmm. na maelekezo ya Mola wako. Kama tulivyozungumza dini inahitaji ustahimilivu, inahitaji ustahimilivu wa hali ya juu kabisa. Katika dunia yetu sasa hivi, Mtume ssalam anasema itafika wakati mtu atakayeshika dini kama vile ameshika jamra, kaa la moto. Uchague mambo mawili, kulishika hilo kaa la moto uungue, au ulitupe. sasa panahitaji ustahamilivu, mpaka uvumilie kaa la moto liko mkononi mwako. Sasa kila kitu sasa hivi marangu unaweza kukaa sasa, hapa, mbona kila kitu katika Uislamu hakifai hii si juu iki hakifai, sasa tutaishi vipi katika dunia hii? Ndio panahitaji ustahamilivu na imani ya hali ya juu na kuelewa. Ukishamuelewa Allah subhanahu wa ta'ala na imani ikawa imeingia sawa sawa, utajua ah, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelikataza basi halina khairi, halina khairi yoyote ile kwa hiyo fasbir lihukmi rabbika, kuwa mstahamilivu na anavyoambiwa Mtume so salama, ndo naambiwa mimi, unaambiwa wewe na mwingine na mwingine. Wala tuti minhum, na usimsikilize, usimsikilize katika hao walimwengu ulionao, katika hao watu wako ulionao, athiman au kafura, wale wanaolingania watu wanaohamasisha mambo machafu au kafura au mambo ya ukafiri ambao hao hapo tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam inma yuridu shaytani allah subhanahu wa ta'ala sema inna shaytana yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'iri siku zote shaytani yuko bize yani shaytani hajalala hata siku moja yuko bize muda wote inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'iri yeye anafanya hamasa ya kuwaita watu wawe katika watu wa nini? Watu wa motoni. Kwa hiyo la tuteminu, usiwasikilize hao wahamasishaji wa machafu maovu. Tena wanakuja kwa lugha mzuri kabisa. Afaman zuyyina lahu suu amalii faraahu hasana, unadhani vipi yule ambaye jambo lake baya likapambwa, likatengenezwa, likapewa majina mazuri, likapigiwa debe, likahamasishwa na hivi na hivi na hivi, unadhani mtu huyo atatoka kweli? Huwezi kuchomoka uwezi kuchomoka, kwa sababu jambo umeshalipamba na wewe umeshaliona zuri. Unaona mashehe mna complicated tu, tunawalaumu vile mashehe zetu wana complicated tu. Mashehe iki hakifai, kile hakifai, kila kitu hakifai. Tutaishi vipi katika dunia hiki? Tuishi dunia dharura, dharura ya tu, mambo ya dharura, dharura mpaka lini? Swala sio dharura, swala ni maelekezo. Sisi tumeletwa hapa tuishi kwa mujibu wa mwongozo. Allah subhanahu wa ta'ala anaambiwa anamwambia anamwambia Adam alayhi salatu wasalam, fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Bwana wewe na kuhamisha hapa ulipo na kuhamisha hapa ulipo na kupeleka eneo lingine huko. Sasa yatiyan ya utakujia mwongozo sasa, faman tabi'a hudaya atakeefuata muongozo wangu fala yahilu yashka hatopotea wala hatokuwa muungu. Kwa hiyo muongozo utakuja, kaeni na mwishi kwa, kwa mujibu wa mwongozo. Kwa hiyo swala la kusema sijui mnaishi mazingira magumu mnaishin ni, ni sisi tu ndo tunaoi mambo tunaona hili mb Allah amesema mkiishi kwa kufuata muongozo fala yahilu wala yashka hatopotea mtu wala hatoharibikiwa na mtu. Eh, mambo yatakwenda sawa, dunia itakaa sawa na nyinyi mtaishi katika mazingira yaliyokuwa sawa sawa, ya sawasawa. fala yadhillu wala yashqa. Huu ni mwongozo. Imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim, wala hum watakofuata mwongozo wangu hawatokuwa na husni, hawatokuwa na woga, hawatokuwa na wasiwasi. Basi tunaona katika kadhia, tunaona kule bibi Hajara alimwambia baba yetu Ibrahima alayhi salatu wasalam hivi umeamrishwa na Mungu tuache hivi au ni matakwa yako tu basi? Akambia hii ni amri akambia, kama hii ni amri ya Allah nenda, kama hii ni amri ya Allah nenda, Allah hatotuacha sisi hivi hivi, haiko namna, amna katika sura namna hata siku moja, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hamwachi mja wake. Kwa hiyo ukiwa na imani na kutambua kwamba Allah Subhanahu wa Taala hampotezi mja wake hamtelekezi mda wake na wala hamwachi mja wake akaangaika, basi utatambua kwamba ule mwongozo alioahidiwa baba yetu Adam ndio tumeahidiwa sisi. Utakuja muongozo minni huda faman tabia hudaya fala yadhillu wala yashka, hatopotea wala hatokuwa muovu. Swala la mtu kupotoka kuharibikiwa kuwa muovu ni swala la mtu kuacha njia sawa sawa. wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa an sabi, njia yangu imenyoka hii. Allah subhanahu anasema hadha sirati mustaqi, hii dini yangu imenyoka hii. Fattabi'u, piteni hapo mkitaka mafanikio, piteni katika njia iliyonyoka. Wala tattabi'u, msipite shortcut. Hii dini ya Uislamu haina shortcut bwana Ukipita shotikati fatafarraka sabili, utapotoka utatoka katika njia ya sawa sawa. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wataala atuwezeshe, atuwafikishe kuweza kuwa watiifu, kuweza kutekeleza amri zake, tukawe katika wale ambao Allah anasema kana saayukum mashkura, mwenendo wenu, mihangaiko yenu, matendo yenu yenye kulipwa. Tunamwomba Allah atuwafikishe na atuongoze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.